Na, mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo, katuelekee Mombasa ambapo Francis Mtalaki anakutana na ndugu zetu ambao wa wanasoma katika chuo kikuu cha TUM ambao pia vilevile wameshika tama, hawajui kwamba hii vuta ni kuvute, hichi kilio cha wahadhiri wa vyuo vikuu kitaitikiwa lini, ili waendelee na masomo. Kumbuka wiki ya tatu. Sasa hivi tulikuwa nao hapa siku ya pili baada ya kutangaza mgomo, yamepita majuma mawili tumeingia juma la tatu, na hali bado hairidhishi. Hakuna ishara ya kwamba kunatafutwa suluhu. Je, hawa wanafunzi wanalipi ambalo wameamua kulifanya? Na Na Francis Mtalaki. Asante sana Rashid, kutoka hapa kiji, eh, kutoka hapa kaunti ya Mombasa eh, tunaweza kufuatilia swala hili la mgomo na baadhi eh, ya wanafunzi katika chuo hiki cha Tum sasa, wanataka eh, mgomo huu kuweza kutatuliwa haraka iwezekanavyo eh, kizingatia kwamba ni wiki ya tatu wao wameza kukosa masomo. Wahadhiri tumepita katika sehemu hii, wako tu wanaendelea eh, na maandamano yao na kuweza eh, kukaa nje ya chuo hiki wakisubiri labda hili lakini kwa majina ni Daniel Otieno, mimi ni student leader hapa Technical University Mombasa, na kwa kweli tumeathirika pakubwa, hasa sasa hivi walimu hawako, wanafunzi wanatembea tembea, hatuna kazi, na pia hii imetuathiri kwa jambo kubwa sana, na tunge tungesi serikali ifanye ifanye kwa bidii ili walimu hawa lecturers waweze kulipwa, niposa sisi tuweze turudi darasani da asanteni. swala so, hili likiendelea, labda mnapania kufanya nini? Swala hili likiendelea, tunapea serikali takriban e, masaa 24 hours if they kama hawawezi kutekeleza majukumu ya walimu, yani masilahi ya walimu, tutaingia mabarabarani, tuungane na walimu.

fahari wawili wakipigana, ni nyasi huumia, na ile nyasi ndio hulisha hadi hawa fahari. Sisi kama comrades, it's with our taxes that we are paying the lecturers. We are paying taxes to the nation, we are we are contributing to the development of the nation, but ni sisi bado wanatudhulumu, ni sisi tunaumia, sio lecturers wanaumia but ni comrades, we are going to join the lecturers in the streets if they are not going to pay the lecturers. Serikali inasema kwamba pia wamefanya kutoa shilingi bilioni mbili nukta saba ndio basi labda wangetaka wa, uh, wahadhiri warudi shuleni. Msimamo wako ni upi kuhusiana na swala hili? Chenye ningependa kusema ni ya kwamba hawa walimu wengine ni wazazi, si hata wengine wote ni wazazi, na ni hao hao wanafaa watulipie karo, ni hao hao wanafaa watupe ile hela ya kulipa kwa nyumba na ya chakula sasa hao wakikosa kufanya hivyo, sisi tutaishi, tutaishi vipi? Wamalizane tu na walimu walipe pesa yao yote, ili waweze kuendelea na kazi zao, sisi tuendelee na masomo. Acha nipatie jinsia hapa, niambie labda wewe umeathirika namna gani, alafu majina yako wa mwanzo kisoma hapa tafadhali. Comrades power power, comrades power power. I'm Susan Mabonga and I'm a finalist here at Tum. Mimi nimeathirika for example

If lecturers are, are not going to be paid tunaenda street pia sisi na, unajua as comrades, tutaenda street, tunasimamisha biashara zote, tunasimamisha biashara zote, hatuwezi okay kuwa idol na we are paying taxes as comrades, we are paying fees as comrades, we are paying rent na hizi services zote tunazitumia. Comrades power, power. Hashtag, end the strikes. Comrades, power. Power. Asante sana. Naam, ni baadhi tu ya wanafunzi hawa katika eh, chuo hiki cha Tum wakiweza kuzungumza nasi moja kwa moja na wakisema kwamba eh, wanaitaka eh, mgomo huu kuweza kusitishwa, na usipofanyika hivyo, basi watakuwa wanaelekea barabarani kuweza kutafuta haki, haki ambayo wanataka basi waweze kurudi resani. Kutoka chuo cha Tum, mimi ni Francis Mtaraki, na kuregesha kwako Rashid Abdalla kwa taarifa zaidi. Na bila shaka umeweza kuangalia comrades hapo wakija pamoja, na kwa kweli wanasema wanaumia, wamechoka, wanataka wahadhiri walipwe haraka wezekanavyo warudi shuleni manake wanaumia. Kumbuka napokuwa pale e, kama wasuala wanavyosema, ukiona mwangaza ujue pia nayo mafuta yanaisha. Kwa hiyo hela waliopewa na wazazi naenda mahali ambapo haistahili manake wanaitumia tu wakati wapati elimu manake kuna mgomo wa wahadhiri. Kwa hiyo hashtag yao end the strike iliyotolewa nao pale katika Chuo cha Tum akiwa na Francis Mtalaki, watazamaji, tukirudi kama alivyokwambia baadaye eh, ni sala la...